Watu angali hai na si ajabu shetani atakuja kuwakuta wanateseka, na yeye anatupwa, anawakuta mule. Ndipo andiko naenda kulisoma hapa, kama tulivyoona katika kitabu kile cha Isaya 14, kwa ndemu mstari ule wa 9 hadi 17, ya kwamba kuna watu wako kuzimu ya moto pia wanateseka, lakini shetani pia yuko kule anawatesa, ila yeye bado muda wake haujafika rasmi wa kwenda kwenye ziwa la moto. Mpaka siku ya kiama ije kufika ndio atatupwa ndani ya ziwa la moto. Lakini tayari wale watu wanateseka kule mpaka wanamdharau shetani aliyowadanganya kwamba yeye ni mkubwa. Kumbe wanashangaa wamesha fika kule kuzimu ya moto, wanashangaa shetani ni kitu dhaifu na yeye alishahukumiwa hana chochote wala hawezi kuwasaidia na yeye ni kiumbe tu dhaifu. Na ndio maana ikawa nasema shetani si wa kufuata, mfuatini Bwana Yesu ambaye ni Mungu ili muokoe roho zenu. Msije mkaenda kuzimu ya moto, shetani ni kiumbe tu asikudanganye kwa sababu ya vitu fulani fulani. Hata mali ziko mkononi mwa Mungu, mali zote. Ukimwamini Mungu atakubarikia mali, usimfuate shetani. Kwa hiyo, wako watu wanateseka kuzimu ya moto, lakini shetani mwenyewe hajaanza kuhukumiwa. Hata mapepo yenyewe yamewahi kumwambia Yesu ya kwamba umekuja kutuhukumu kabla ya muda wetu, basi yakamuomba ayamuru yaingie ndani ya nguruwe ya yakaingia humo. Kwa hiyo na Yesu anajua, anafahamu muda upo rasmi. Kwa hiyo, kuna watu wanateseka hata shetani mwenyewe hajaanza hayo mateso, lakini yeye aliyowasababishia bado yupo, lakini wao wanateseka. niko hivyo, taangalia sasa andiko jingine ili kuzidishia hicho kitu, kwenye Funguo ishirini mstari wa kumi. Nitakusomea hilo andiko, Funguo 20 mstari wa kumi. Maandiko yanasema hivi: na yule nabii mwenye kuadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Unasikia hivyo vitu ya kwamba na yule nabii ha, ha tamani na yule ibilisi imeandikwa ibilisi tamani na yule ibilisi ibilisi yani shetani sio nabii ibilisi. Na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Kwa hiyo Biblia hii inadhihirisha wazi ya kwamba shetani mwenyewe atakuja kutupwa ndani ya ziwa la moto, tayari atawakuta mure nabii wa uongo pamoja na mnyama wanateswa, alafu yeye anatupwa na wanawakutamo, na yeye ndio msababishi wa wao kwendamo, maana aliwadanganya wakatenda dhambi wakamtumaini wengine wakawa ni manabii wa uongo wakawa wanafanya miujiza feki, ambayo kama baadhi ya manabii wa uongo walioko haiko sasa wanayoifanya, wanafanya miujiza feki, wanatumia jina la Yesu kuwadanganya watu. rafu wanawapaka mafuta ya upako, wanaombea, wanawapuliza fuu, afu wanawapa vitambaa, vitambaa sijui vya miujiza feki za upako na mambo mengine mengi mengi, lakini wanatumia pia nguvu za shetani kupitia hivyo vitu. Sasa hao manabii wa uongo wengine watakuja kutupa